Mama katika kaunti ya Bungoma hasa wajawazito, hukumbwa na changamoto si haba, kabla na hata baada ya kujifungua, suala ambalo limewachochea wanaharakati wa afya kaunti ya Bungoma kujitwika mzigo wa kuhakikisha wanaimarisha afya ya mama na mtoto. Kulingana na Stephen Yambi, mshirikishi wa Okoa Mama na Mtoto Initiative, juhudi hizo za muda wa miaka miwili zitashirikisha vitengo mbalimbali mbali kaunti ya Bungoma kuhakikisha idadi ya vifo vya akina mama na watoto wachanga vinatokomezwa. Fania ya kwamba wakati takaona kabisa huo mradi tutakuwa tumehakikisha um, ya kwamba uh, uh, idara ya kaunti ama kaunti ya Bungoma fikia upeo mkubwa katika kuimarisha afya na ya mama ya kina mama na watoto haswa, kama ilivyosema, um, wakati wa ujauzito pamoja na wakati wa kujifungua na afya yao kwa ujumla. Tunaenda kushirikiana haswa na vitengo mbalimbali mbali, uh, vya um, afya uh, katika kaunti hii ikiwemo uh, the principal partner ambao tunafanya kazi nao uh, idara ya afya Uh, kitengo kingine ni civil society organizations yani, mashirika ya kijamii eh, na haswa leo tumekuwa na warsha ambayo inawashirikisha uh, kikundi cha Ramka Network, ambacho kumekuwepo hapa katika kaunti ya Bungoma kwa muda wa zaidi ya miaka mitano. Apart from, uh, matibabu pia wanapata yale malezi mema ya matibabu baada ya uh, mama kujifungua na kabla ya mama kujifungua kwa nafasi nzuri sana inaelekea haswa uh, kwa advocacy work ambayo ni kuhakikisha kuwa vipengele uh, kadhaa vinavyohusu mama na mtoto vinatiliwa mkazo, and we want to, to ensure that uh, the mother and the child are getting the health, the good health that is required.